Mi namuunganishia demu, demu mpata, na kuna demu nishampata namuunganishia anaenda pale anaolewa. Sasa kuolewa kwenye hiyo inakuwa kuolewa uongo, ile unajua ndoa ya mkataba, au si ndoa ya mkataba. Huyo mwanangu afanyi kitu chochote, afanyi chochote, yani ule pale naenda kuchukua hela na mimi nachukua hela. Naona sasa bro, unavozingua ka misodemu, au sio misodemu au mimbaya bro. Bwana, ungenionganishia mimi yaani hapo ya siku moja tunaingia kabatini, chota hela zote, iba iba iba, chafua kila kitu, unakuwa matajiri. Unaona sasa bro, utakufa maskini bro, nazingua bwana. Unanyeusha, unajisikia unavyoongea. Naona sasa bro, unavozingua. Chongouonge, naingia kabatini, chota hela zote kwa sababu najua matajiri wanaitaga hela kabatini, au naogopa? Ngenionganishia mimi. Tunaniona mtoto mkali na nadunda tu barabarani. Uende kwenye nyumba za watu za kitajiri wewe ukavute fegi, sio basi nyumba nzima ile inuke sigara hi. Ukitoka huku chooni unayo, ukienda sebuleni kwenye TV unayo wewe huwezi yani, kupata mchongo hata huu wa kwangu mimi. Mimi michongo wangu naendaga kiprofesa na wasi wewe shida wewe, unijui hizo unanidharau. Yeah, yaani wewe wewe mimi nikupe mchongo wangu. Wewe chizi kweli yani. Na mimi nikupe mchongo wangu, si uende kwa nyumba za watu za kitajiri zile ukavute mtefegi eti. Nyumba nzima ile ni mtefegi, ukipachooni fegi, ukija sebleni fegi, yani wewe. Asa unaona vipi? Matajiri wenyewe kibao wanavuta. Katoka zake Ulaya huko, ndo kaja kuchukua mchongo. Wewe makofia yako wewe, uende kwa nyumba za watu kule. Nyumba ikanuki sigara. Hmm. Aao alauizo funakumbuka mi sista wako kumbuka, bro arauo nazingua a, hapo uvute sigara zako. Ukichoka kuvuta sigara zako hizo utafanya kazi, mtoto chizi we. Nikupe michongo michongo kwenye nyumba za watu? We hapa tu penyewe nimekushindwa kwenye nyumba ya babako, afu nikupeleke kwenye nyumba za watu? Koma mtoto we.

Mpia kapi ah, ni kweli mama analala ndani, lakini kanaambia ukija siare bila kuna naye, ana maongezi na wewe eh haya wapi tena mna ingia ndani kulala bii mwanangu ina maana salamu zangu hujazipata kule mama nimezipata lakini nikajua ushalala mama nisikusumbue haya masuala yangu kwanza umefanyia kazi mama kumbe ulikuwa huko sija zina hicho kitu unajua sikuweza kulala kwa ajili yako nilikuwa nakusubiri nimeacha salamu huko ukija mpaka tuonane haya unaingia ndani si dharau hizo bii Mama,

mimi na ula mina upigie simu mpatikane na unipigie jamani, unitafuti afu oh. Oh. Mazingira ya maokoto ndo hivyo hmm. Bwana ila sijajua, ila naisi atakuwa mageto labda, ukamcheki vipi hmm? Lakini yuku. Sema umetususa unajua, amna bwana, si unajua mambo mengi na kwa darling nakua oh. Ah, mtu na hisia yake tena

ulifanya na stahili sana nilaumiwe. Mapenzi na pesa ndo yamekuchanganya, penzi ukalizima hutaki uh -huh. kurudi kwake, umengang'ana hivi mi sina maana uh -huh. we ukae ujue moyoni, we mwangu mie umezichezea sia zangu mimi, hatima yangu mie niipiganie, sitakubali weni wangu

Nishakwambiaga kila siku mwanangu, hakuna kama chama. Chama ni kiungo hatari. Mdogo wetu usijali, bosi wangu hii unatoka chapu, hatujawahi kufeli hata siku moja. Haina noma mwanangu, ngoja tukimbize hapa tajiri yetu watoke anaikamjini. Hakuna kama chama mdogo wangu, saaa, nakwambia wewe una exposure wewe. Una exposure kabisa, exposure kabisa. Haina shida.

Shangazi, ukikulea hizi kazi unaziacha, hizi kazi unaenda jimu tu, wewe sio na vijana wetu hawa, ndo ndo stadi unapeleka moto, unatafuta <coughs> <coughs> mshangazi wako

Siku hapa unaingia gari nyingine. Sasa sikia. Kausha. Kumbuka nakudai. Waya kama hivyo.

So, kama tulivyokuwa tumeweza kukubaliana. Ah, nilikwambia kabisa siwezi kuchukua muda mrefu kwenye vitu hivi. Mimi ni profesa JJ. Nimefanya sana hizo harakati bro. Wao wako kwenye faili. So mpaka sasa hivi issue yako nadhani imefikia 90% kwa sababu huyo mtoto mimi nishampata. Na sio kumpata tu nishamuelekeza. Kwa hiyo kilichobaki mimi nimlete kwako. Sawa? So, sikuelewa mtoto nimlete kwako tukae naye tukubaliane. Bana hii, we kazi ni moja mbili tatu na mtu mwenyewe ni mwapa. Lakini kila kitu mimi mlongo mzima nawe ni nimemwelekezea. Please, please over please bro. Mtoto wa watu nimefanya kazi kubwa sana katika upatikanaji wake. Sio na kuletea mtoto wa watu kesho unaenda naye kufanya naye kazi mieyusho inaanzia hapo. Sio, imekuaje? Sio, naomba tusitiki kwenye makubaliano yetu. Naomba tusitiki kwenye tulichokubaliana tu. Tafadhali, please over please. Hizi harakati mimi ndo zinaniweka mjini hapa, zinanipa kula, unajua sio? Nikileta mieusho hapa, watu wengine watashindwa kuniamini, JJ atapotea, profesa nitapotea, mtaani hapa nitashindwa kufanya harakati zingine. Na nakuamini wewe sio mtu wa mambo mengi, sio mtu wa vitu vingi, utastiki kwenye mkataba wetu, kwenye makubaliano yetu, kama tuweza kuzungumza mwana, si unanielewa? Ah, kikweli mimi nashukuru sana ndugu yangu, sababu jambo hili kwangu lilikuwa shakuwa gumu sana nilikuwa kuwa gumu mno mno mno mno, ila wasabu, kwa sababu nimefikisha kwako kwa kwako mwenyewe ambao unajiita professor, nilikuwa naona mapema leo zishindikana kwa sababu ni mtu ambao nakuamini sana, kisha nifanyia kazi zangu nyingi sana. Nashukuru ndugu yangu, na kingine nataka na ni kuahidi mwenyewe pia, mimi nipo ndani ya makubaliano, hakuna kitu ambacho naweza nikaenda tofauti na makubaliano yetu kwa sababu makubaliano ndio mkataba ambao tumejiwekea mimi na wewe, kuna vitu sana vingi nimefanyia yeah. Je, nikienda nje makubaliano, maana kuna vingine utashindwa kunisaidia kesho au kesho kutwa, sababu shida hii siku moja, ndugu yangu. Hmm, mimi na imani makubaliano yetu hapo vile vile kama tulivyokuwa tumekubaliana, akijapungua kitu chochote, na natamani hata ingekuwa baadaye au kesho uniletee mtu ili niendelee, kwa sababu Kikweli mama hayuko sawa kabisa, yani mpaka inafikia stage mama, basi niseme neno baya, lakini atc mama atakuwa sawa. Nashukuru sana na amenisaidia sana, ndugu yangu, okay mimi nakuelewa, na sio kwamba na, nilikuwa na, naongea kwa ubaya au maybe, hapana. Sikuamini na kuamini sana na mimi nafikiri yako kesho itakuwa ni vizuri, endapo tutakutana nikakukabidhi mtoto akafanya kazi yako. Kaka, tuko pamoja sana, sijawahi kuangusha mimi. Nashukuru sana. Halo, echazi kwanza, jambo likuwa zito sana hivi ah, kaka wewe umeshafika kwangu nakuaje zito? Unajua sasa hivi sisi kama bata sisi na maji, maji na sisi. <laughs> Sijaona kazi hata moja, gari hata moja inaingia. Ah, kazi subira, kwani kila siku wateja wao unawaita kwamba wao ampo wapi na magari tu yaoshe. Kabla kazi na wangu ndo nachoka zaidi kwa tofauti na ngona fanya kazi. Ndio maana wanasema ga hivi Dar es Salaam utafuta kazi ndio kazi yenyewe. Sasa hapa angalau hata sisi tuko hapa tunapata 200 200 zetu tunapata ugali. Haya hao walokuwa hapo mabarabarani huko wanasumbuka kila siku na wenyewe wasemaje? Wewe mshukuru Mungu mwanangu, unapata elfu tano tano, hizi elfu ngapi? Unaenda nyumbani unakula na familia. Bible kazi yote unapata kabisa. Mwanangu. Wewe damu yangu. Sisi tushakuwa kama ndugu. <coughs> Mimi na jambo langu. Nataka kuelekezea. Sisi tunaelewa. Sasa shida yako wewe, huwa hiyo huwa ni moja. Eh, unakuta mtu anakuja na mada yake huko nzuri tu imenyoka, anakuelekezea bana moja mbili tatu unaanzaga kuleta ushauri wako ule wa kinini nini, sio? Sasa ndio maana mikwambiaga mambo yangu, sio kwamba vitu vyangu mi wastaki kukwambia shida, naanzaga kuofia hapo tu. Nipe mchongo mwanangu, nipe mchongo. Unajua tuna sisi ndio wanaume. Sasa sikia, mimi kuna mchongo nimeupata. Mchongo wenyewe ni wa hela ndefu mwanangu, ha hela ndefu kiasi kwamba mi kazi naziacha, yaani mchongo wangu kitiki tu mwenyoka, kazi naziacha naenda kufanya mambo yangu mengine tu mazuri, haka kazi za kuoshaosha magari hizi na kuasifanya tena. Chongo gani huyo, mwana wangu? Chongo yenyewe hivi, kuna mwamba ana ana ana ana anataka mwanamke ambaye atafiki na endoa, sijui nanipata, yani huyo mwanamke anamchukua, kwa sababu huyo mwamba ule yeye anazungulwa na mkubwa wake kila siku, mkubwa wake anampigia makelele -eh. Unajua watu ndombolo zao zile o mke, o mke sijui nini? Hawana shida sawa. Yaani wao kila kitu wanacho. Kwa hiyo ndio zobaki pale ile mwamba anatakiwa aoe. Sasa mwamba mwenyewe ile hataki. Na sijui shida, shida shida nini yani? Hata hataki. Sasa ndo kanifuata. Unajua mimi mimi ni bahati nzuri bana, ndugu yako, mimi napata nafasi ya kuongea na watu wazito. Watu wazito wote wanaletaga shida zao kwangu hapa. Tushauri, tushauri. Kwa hiyo, o, akaja Bwana JJ yeye, mimi nimekuja profesa, kataka ushauri wako nifanyaje? Sasa alipokuja, akaniletea proposal kwamba mwanangu, basi kama vipi nitafutie demu mimi ni fake na ndoa aje nyumbani bibi wangu aone kama nimeoa sasa hivi, yatengenezwe mazingira namna hiyo. Unajua, moja kwa moja mimi nikaona hii ishakuwa hela hii, na hii hela mimi si ya si ya yani, kama fuko la pesa ile umekutana nalo alafu unalipiga teke, mimi ili silipige teke. Mwanangu sinikam suggest demu wangu ile shemeji yako demu wangu eh, nisikilize basi nimalize, nisikilize, skilize tarati, utanielewa i eh? Nimemchukua demu wangu yule, nimweke katika huo mchongo. Ukiona hizi zinatutosha, tunajikata mkataba, tunauvunja si tunaishia zetu mwanangu. Mwanaguwapo mi nakuansha toka kimaisha, sioshi magari tena ndugu yangu, we kazi za kuosha magari na kuachia, sawa. Ka ah. Oh, mwanangu umeamua kumchukua demu wako kumpeleka kaishi na mshikaji hivi? Mwanangu kweli zina make sense e, mwanangu kweli a